Unajua, kuna wanawake ambao wanakimbilia kwa waganga na kwenye tiba asilia, wakaishi kuwa na changamoto ya kiroho kumbe siri ipo kwenye kalenda yao. Na maanisha wewe mwanamke ambaye unahisi una changamoto ya kiroho ama umerogwa ama una lahana ya ukoo ya kushindwa kupata ujauzito, siri ipo kwenye kalenda yako. Yawezekana haujui exactly mzunguko wako wa hedhi ni siku ngapi, na haujui ni siku gani yai litatoka. Unajua tu nimeingia hedhi uh, siku zangu za tali ni hizi hapa la hasha. Kujua siku zako za hatari haikugaranti wewe kuweza kupata ujauzito. Yawezekana una target siku ambazo yai alitoka ndio maana inakuwa ni vigumu sana kwako kuweza kupata ujauzito. Ili uweze kupata ujauzito, hakikisha unajua kalenda yako, kwamba unaingia hedhi siku ngapi, mzunguko wako ni wa siku ngapi na ili ujue namna gani na ni siku gani ambapo yai litatoka ili uweze kupata ujauzito. Kuna wanawake wengi hawajui, uh, wanajua ni siku za hatari tu lakini hawajui yai linatoka siku gani ili waweze kupata ujauzito. Kama ujui siku gani yai linatoka katika mzunguko wako wa uzazi, commenti neno mimi unielekeze, ni siku ngapi wewe mzunguko wako, na nitakuja na video ambayo itazungumzia zaidi kuhusiana na mzunguko wako wa siku zako, ili ujue ni siku gani ambayo ina probability ya wewe kuweza kupata ujauzito. Kwa elimu na ushauri, endelea kufuatia chaneli yangu, utajifunza zaidi. Na wewe mwanamke ambaye unatafuta unatafta ujauzito kwa muda mrefu nitakusaidia kukupa ushauri na programu nzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata unizii. Karibu sana.